Habari za leo. Kwa jina ninaitwa Muhere Madam. Kitaaluma mimi ni mwalimu, lakini pia ninajihusisha na masuala ya kutoa elimu na ushauri kuhusu malezi na makuzi ya mtoto. Pia ninatoa ushauri nasihi kwa watoto, watu wazima na kwa jamii nzima Sio hivyo tu bali pia ninatoa ushauri kuhusu biashara na ujasiriamali, ili mzazi au mlezi aweze kujikwamua katika kipato na aweze kuwa na familia bora na kuhakikisha kwamba watoto wanaishi katika mazingira salama. Leo nitazungumzia mbinu tisa bora za kupata mtaji kwa ajili ya biashara yako. Tuende moja kwa moja nitaanzia mbinu namba tisa mpaka mbinu namba moja. Usiishie njiani kwani mbinu namba tatu itakushangaza sana. Kama unataka kuanzisha biashara lakini haujui wapi utaanzia kupata fedha, usijali hizi mbinu zitakusaidia. Twende tukaangalie mbinu namba tisa. Ambapo mbinu namba tisa ni uwekezaji wa pamoja na watu wengine. Kuungana na watu wengine kwenye uwekezaji wa pamoja ni njia nzuri ya kupata mtaji kwa kushirikiana rasilimali hii inaweza kuwa na manufaa kwa kukupunguzia mzigo wa kifedha, kwa sababu ukianzisha biashara peke yako na hauna mtaji inakuwa ngumu sana wewe kuweza kutoboa kwenye biashara hiyo, hivyo inakubidi uungane na watu wengine mnaoaminiana na mweke pesa zenu kidogo kidogo kwa pamoja, na mnafanya biashara na hapo utapata mtaji. Mbinu ya nane ni uwekezaji wa muda mfupi. Wawekezaji wa awali wanaweza kutoa mtaji kwa biashara mpya kwa masharti maalum. Hii ni njia nzuri kama biashara yako iko kwenye awamu za mwanzo na inahitaji msaada wa kifedha. Hapo inabidi ufanye uwekezaji wa muda mfupi kwa kuhakikisha unapata wawekezaji wa awali ambao wanaweza kukusaidia kuwekeza kwenye biashara yako. Mbinu namba saba ni biashara ya pre-sale. Hapa utafanya kuuza bidhaa au kutoa huduma kabla ya uzalishaji. Hii ni njia ya kupata mtaji wa kuanzisha biashara kwa kupata pesa kutoka kwa wateja wako kabla haujawapatia bidhaa. Hii inamaanisha unatoa huduma au bidhaa kwa wateja kabla ya kuzalisha Mteja anakupa oda na analipia, wewe unachukua pesa toka kwake na kumpatia bidhaa alizoagiza, yaani pesa ya mteja inatumika kama mtaji. Hapa sasa kinachotakiwa kikubwa ni wewe kuwa mwaminifu. Yaani hapa ni uaminifu wa hali ya juu katika kutekeleza jambo hili, kwa sababu utajikuta tayari umeshachukua pesa za watu, haujawapatia bidhaa. Na hakikisha usije ukatokomea, kwani sasa hapa utakuwa umeua tayari biashara yako. Mbinu ya sita ni biashara ya kuuza hisa. Unaweza kuuza hisa katika biashara yako ili kupata mtaji. Hii njia inahitaji ufahamu mzuri wa masoko na sheria za biashara, sheria za biashara zinazosaidia jamii. Pia tazama mikopo ya biashara kutoka serikali au mashirika kama SIDO. SIDO ni shirika linalojihusisha na uendeshaji wa viwanda vidogo na kutoa elimu kwa wajasiriamali. Mbinu namba tano ni mikopo ya serikali au mashirika ya maendeleo. Serikali na mashirika ya maendeleo mara nyingi hutoa mikopo au huwasaidia wafanyabiashara kwa biashara ambazo zinaendelea na wao wanajali sana biashara ambazo zinazalisha ajira au zinazosaidia jamii. Mfano, kwenye biashara inayozunguka na kufanya vizuri ambayo inahusisha watu wanaotoa huduma katika jamii, hii inasaidiwa sana na mikopo ya serikali au mashirika ya maendeleo, kwa sababu wanajua wakikupatia mkopo utaigusa jamii kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo njia hii ni rahisi kupata mikopo ya serikali na mashirika ya maendeleo. Njia namba nne ni vikoba. Vikoba au vikundi vya kuweka na kukopa, hii ni njia nyingine nzuri ya kukupatia mtaji, kwani unaweka kidogo lakini unawezeshwa kikubwa. Hivyo jiunge na vikoba ambavyo vina watu makini ambao sio wazungushaji ili ikuwezeshe wewe kuweza kupata manufaa. Kwani ukijiunga na vikoba vya watu wababaishaji mwisho wa siku hata kile kidogo ulichokiweka unaweza ukashangaa unakipoteza. Lakini ukijiunga na vikoba ambavyo vina watu makini itakuwezesha wewe kupata mtaji wa kuanzisha na kuendeleza biashara yako. Mbinu ya tatu ni msaada kutoka kwa familia na marafiki. Familia na marafiki wanaweza kuwa chanzo kikuu cha mtaji, lakini ni muhimu kuangalia kwamba huu msaada usiwe wenye masharti ambayo hayaeleweki. Masharti yawe ya wazi hakikisha unaweka mahusiano yaliyo wazi ili kuepuka mambo ambayo yanaweza yakaleta usumbufu baadaye. Maisha ni watu, tafuta marafiki wenye kukusaidia au wenye kukusogeza mbele na si wale wanaokupotezea muda. Kwa hiyo unaweza ukapata mkopo au ukapata msaada kutoka kwa familia na marafiki, na mwisho wa siku ukawa ndio mtaji wako. Mbinu namba mbili ni wawekezaji binafsi. Wawekezaji binafsi wanaweza kutoa mtaji kwa biashara yako ikiwa una wazo zuri na lenye faida. Kutafuta wawekezaji wa binafsi kunahitaji uwasilishaji mzuri wa wazo lako la biashara. Epuka wawekezaji binafsi ambao wanaweza kukupa mtaji wenye riba kubwa, kwani utajikuta hauendelei kibiashara. Mbinu ya kwanza ni mikopo kutoka benki au taasisi za fedha. Mikopo ni moja ya njia maarufu za kupata mtaji, lakini unahitaji kuwa na mpango mzuri wa biashara. Benki nyingi hutoa mikopo kwa wafanyabiashara ndogo au kwa wafanyabiashara kubwa, lakini wao mara nyingi wanataka aseti ambayo utaiweka kama dhamana ya mkopo. Kuna njia nyingi za kupata mtaji wa biashara, hivyo lengo lako ni kuchagua ile njia ambayo itakufaa kwa aina ya biashara yako. Kumbuka kuwa unatakiwa uwe na mpango wa biashara mzuri na kuwa na umakini kwenye usimamizi wa fedha zako ili uweze kufanikiwa, kwani kama hautakuwa na muda wa kusimamia biashara utakapokuwa umepata mkopo utajikuta pesa zako zote zimeisha bila wewe kujua. Asante kwa kutazama. Ikiwa umejifunza kitu, tafadhali bonyeza like na subscribe. Weka maswali yako kwenye comment na utueleze maoni yako kwamba umejifunza nini na toa mapendekezo yako. Majibu utayapata kwenye video inayofuata.